Ni lugha ambayo hata mataifa zaidi ya 125 duniani yanajifunza na mengine kutumia lugha teule ya Kiswahili. Kija hapa na wewe una heshima za utamaduni na mila. Lugha ya taifa ambayo sasa imeanza kupigwa vita na wachache waliona kasumba ukiritimba na ukoloni, mambo leo, wachache waliona fikra finyu eti kujua kizungu ni usomi na maendeleo. Hakuna nchi yoyote duniani isiyojivunia lugha yake. Kiswahili kimekita mizizi kuanzia Ujerumani hadi Marekani, huku kikitawala Afrika ya mashariki na kati pamoja na baadhi ya mataifa ya Afrika na sasa hatua ya wizara ya elimu kufanya somo la Kiswahili kuwa la hiari katika kiwango cha shule za msingi inaonekana na wengi kama dharau, kuwanyima Wakenya haki, kuponza uzalendo na njia ya kupunguza fursa za ajira kwa Wakenya. Hatua hiyo ni sawia na mtu kutaka kugota gogo kwa lengo la kutaka kusikia mlio. Kweli ni kwamba hatuwezi kung'ang'ania lugha za magharibi kwani Kiswahili kwetu ni heshima, uaminifu, utaifa na umoja. Aya, karibu, karibu. Hebu watazame wanasiasa kwenye kampeni zao Panaponia pana nini? Hatuna fitina na tutaki mtu wa kuingilia mwingine kwa fitina. Lugha inayotumika kuwafikia Wakenya si haba, ni lugha ya Kiswahili. Na hii leo kwa kutulia mkazo suala hili, chama cha Kiswahili cha taifa Chakita kimesema kuwa hatua hiyo ni ya kudunisha mfumo wa elimu na haiwezi kukubalika kamwe. tutaendelea kupinga agizo hilo linaloifanya lugha ya Kiswahili kuwa ya hiari. Kuna cheche za ukoloni mambo leo ambazo zinazidi zina kufifisha hali ya Kiswahili katika nchi hii. Mbona tunajifunza lugha ya kibepari na kudharau asili yetu? Na je, ni kwa nini Wakenya wanajihisi kuwa wasomi zaidi kwa kuzungumza lugha isiyo yao? Hata kama ni kulazimisha ndoto hii ya ingii akili tangulini, kisogo kitatangulia uso, na hata walazimishe sikio kamwe halitapita kichwa. Ukweli wa mambo ni kwamba Kiswahili kitasalia kuwa lugha ya taifa, lugha yetu teule, na tunasema Kiswahili kitukuzwe daima. Muhammad Ali, KTN, leo Nairobi.